Nyumba hiyo hapo inapatikana Mwanza Busweru wilayani. Ni nyumba nzuri sana, iko eneo zuri sana, iko barabarani hapo. Tunaenda kuingia ndani hapo, ni sebureni. Sebure kubwa kama uwanja wa mpira, unaiona yote ni sebure. Nyumba nzuri ya kisasa, dining yako hii hapa madirisha makubwa, unaiona nyumba ilivyo. Nyumba nzuri mno, sebule kubwa ya kutosha kama unavyoona, Busweru wilayani CCM. Tukitoka hapo, tunaenda kwenye chumba cha kwanza, ina jumla ya vyumba vinne. Hiki ni chumba cha master, nakiona chumba chako kilivyo nakiona chumba kizuri kweli kweli, kizuri na kikubwa. Karibu sana. Hicho ni choo chake, aona choo kubwa ya kisasa hiyo hapo, choo kubwa safi mno, unaiona hapo. Karibu sana. Hapa tunarudi bremu, hapa kushoto ni jikoni, kulia kwako hapa, tazama jiko lilivyo kubwa. Hilo ilo ni jiko hilo, hio jiko lote. Karibu sana, huku tunaenda kwenye vyumba. Hiki ni chumba cha pili nakiona chumba kikubwa kweli kweli kweli. Nakiona chumba kikubwa na kizuri, unaweza kuweka vitanda viwili o vya sita kwa sita. Kutoka hapo unaenda kwenye chumba cha tatu. Nakiona nakiona hapo chenyewe chumba kikubwa mno, nakiona juu pako vizuri sana, chumba cha tatu hicho ukitoka hapo, naenda hapa, sinki, nakupigia mswaki nini, pia hapa kuna choo cha public. Nakiona choo chetu kusafi, kimetengenezwa vizuri mno. Nakiona kutoka hapo kuna bafu choo, na bafu vimetengana, navyona hapo, nyumba nzuri kweli kweli, karibu sana milango vizuri, vyumba vitatu. Tunaenda kwenye chumba cha nne na hiyo na nyumba icho ilivyopangiliwa, kama kasri vile. Karibu sana, kienda hapa, kuna chumba cha nne hichi nakiona, naona godorake. Karibu sana, nyumba iko vizuri mno, Busweru wilayani karibu na sisi, karibu hiyo. Ni fensi ya kutokea ambayo tunaiona, nyumba nzuri na kubwa yote. Hili ni eneo hili, aliona eneo kubwa mno, kote hu pia kuna hiyo nyumba ni vyumba viwili na sebure vinatumika pote huko. Unaiona nyumba yetu ilivyo kubwa kweli kweli kote huku, japo kuna jua kali haionekani vizuri kote huku. Ni nyumba unaiona, huku ni kwa nyuma, naona nyumba yetu ilivyo, huku ni kwa nyuma kuingilia jikoni naiona nyumba yetu. Kutoka hapo kuna aka nyumba ka ha? hiyo hapo ni choo ya nje, yani nyumba yetu vyumba viwili na sebule, pia kuna na stoo. Nyumba nzuri mno, mazingira mazuri sana, najionea miti ya kutosha, miti ya matunda Naona mwenyewe machungwa yamo ya kutosha, eneo kubwa, sehemu ya kuoshea vyombo kwa nje, hiyo hapo unaiona. Karibu sana karibu sana sana. Huu ni mlango wa kutoka kwa nje, kama usipotaka kupitia kwa mbele. Karibu nyumba ina viwango vyote, maji umeme, kila kitu, mazingira mazuri eneo